Moja ya ajenda zangu kuu, mheshimiwa mwenyekiti, a wa wajumbe, ni kuliunganisha kulinganisha, bunge hili la wananchi la watu kwa maslahi mapana ya watu likishirikiana na Serikali na mhimili wa Mahakama ili tuwe taifa moja, taifa la amani, taifa ambalo linataka maendeleo na ustawi wao. Serikali chini ya mheshimiwa Rais Samia kwa unyenyekevu mkubwa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 ili wananchi wetu waweze kupata hamu uhuru na starehe ya taifa lao kwa heshima na taadhima. Naomba kura zenu katika hatua hii. Tulisema makofi yapungue kidogo eh? Aya, ndugu zangu, Mheshimiwa Mussa Azzan Zungu amemaliza kujieleza. Kama kuna maswali Mheshimiwa Mbunge, Mheshimiwa Ado. Ndugu mgombea Mheshimiwa Zungu, ningependa kufahamu katika bunge utaloliongoza iwapo utachaguliwa kuwa spika, litakuwa na mchango gani katika kuboresha demokrasia nchini Tanzania hasa katika muktadha wa kujenga mwafaka wa kitaifa na kuhakikisha kwamba Tanzania inapata katiba mpya. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafurahi na sana kwa swali zuri sana la Mheshimiwa Ado. Bunge hili litasimamia haki za watu. Bunge hili kama serikali ilivyotangaza mchakato wa katiba mpya uko njiani, na bunge hili ndio litosimamia katiba hilo, na wale ambao tuko muundani ndio tutakiamua mustakabali mkubwa wa taifa letu kwa amani, utulivu na maendeleo ya taifa letu. Haya, swali la pili, swali la tatu. jaza ujazo. Aliko ha, hapa eh? Liko hapa swali ha. la... Eh? Karibu. Nashukuru sana. Eh, mheshimiwa mgombea, siku za nyuma uliwahi kuanzisha sera hapa bungeni ya jaza ujazwe. Sasa nilikuwa nataka nikuulize katika Bunge hili la kumi na tatu, sera hiyo ya jaza ujazwe unaioanisha vipi na dira ya maendeleo ya taifa ambayo umetuambia kwamba utaisimamia kikamilifu. <laughs> Mheshimiwa Zungu, hilo swali haliko kwenye ilani, haliko kwenye dira, lakini kama unapenda kujibu naweza kujibu. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, majukumu ya spika ndani ya bunge hili yameainishwa kwenye kanuni ya toleo jipya la mwaka 2025 kanuni ya nne, na haya ndio toka mwongozo wangu kwenye bunge hili. Mheshimiwa Zungu, Maswali yameisha sasa kwa... eh? bado na swali ala, ulinyosha. Haya, Mheshimiwa mwenyekiti, kwa kunipa nafasi, napenda kuuliza swali moja. Tukikuchagua leo kwa spika wetu wa Bunge, una mkakati gani wa kuhakikisha bunge hili linakuwa ni bunge la kuwakilisha wananchi dhidi ya serikali na sio bunge la kuitetea serikali. Asante Mheshimiwa mwenyekiti, bunge sio vita kati ya serikali na bunge pamoja. Kwa spika anatakiwa nyutro, lakini wabunge ni wasi ni wasaidie Kazi yetu sisi kuleta kero shida za wananchi wetu kwenye taifa letu, hakuna ugomvi wa bunge na serikali wala bunge na mahakama. Lengo letu kubwa ni kufanya kazi kwa maslahi ya wananchi, si maslahi si maslahi yetu sisi. Tuwatizame wananchi wetu kwanza, na wananchi wetu tutawatizama kwa dira hii mpya, ambayo ilitolewa na serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan iliyokuwa nijumwishi kuitunga dira hii na itafikia wananchi wetu. Asante sana. Sasa kwa sababu wewe ni mbunge wa Ilala unaruhusiwa kukaa mndani, kwa sababu utapiga kura. Asante sana.